Na mtazamaji, wakati huo huo, maafisa wa polisi wanachunguza kisa ambapo Rais William Ruto amerushiwa kiatu alipokuwa akiwahutubia wakazi wa eneo la Kehancha, kaunti ya Migori. Tukio hilo lilotatiza shughuli kwa muda lilifanyika rais alipokuwa akiendelea na ziara yake huko Migori, na kama Emmanuel Too anavyotuarifu, ni tukio liloshutumiwa na wanasiasa walioandamana na rais. Na kwanza, tupunguze video hii fupi ya sekunde tano inanasa wakati ambapo mtu mmoja ndani ya halaiki iliyokuwa inamsikiza rais William Ruto akihutubwa katika eneo la Kehancha, kaunti ya Migori, akimrushia rais kiatu ambacho kilimgonga usoni. Lisema kwanza tupunguze gharama ya tupunguze gharama ya tupunguze gharama ngojea, ngojea, ngojea